Anaondoka duk Abuya dukabuya kupitisha katika nafasi. Abuya na yeye mwenyewe anaonyesha kwamba ni kona. George Chikoka, lango liko salama. kwa nini? clean sheets 18, msimu uliopita ametumia. kona ya kwanza ya mchezo, Dumbia ameujaza ndani, anacheza bila. Ni Captain Dickson Job, Captain kwa vitendo wengine wote wamefunga, ni Dickson Job Ana, anamnyanyua injinia ya heresi Ana, anamnyanyua GFM, anamnyanyua, anam anton mavunde anawanyanyua wananchi Young Africans. Dumbia aliupiga mpira katika njia, kama amekosea hivi, Dickson Job akaupolaza tu ndani ya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 kamchosha golikipa George Koka what a goal, what a hit! Akili ni mingi mtu wangu, huyu ni Paco mzuzwa! Vilio vinasikika Lilongwe, vilio vinasikika Blantyre, vilio vinasikika Mzuzu! Ni Paco mzuzwa, ni Young Africans, ni wananchi, ni yellow nation kwenye furaha ya aina yake. Hawa ni wananchi, na huyu ni Patrick Mabedi. Hawa wapinzani anaofahamu vizuri, wengi wao ni vijana wake. Clement Mzize yupo jukwani kwa juu, na Franka Sinkoabena wanaangalia.